Hali hiyo inatokana na baadhi ya viongozi hao wanaotuhumiwa kujihusisha na vitendo hivyo vya kifisadi kutumia fedha nyingi kuhakikisha wanachaguliwa wao na viongozi wengine wanaowaunga mkono katika chaguzi mbalimbali mbali ndani ya vyama vya siasa. Mbunge wa Jimbo la Nzega Dr. Hamisi Kigwangalla ameyasema hayo katika mkutano wa hadhara wakati akiwahutubia wananchi wa wilaya ya Nzega katika eneo la parking mjini humo ambapo amewataka Watanzania kuwaepuka watu wanaotumia mamilioni ya fedha kutafuta uongozi. Tanzania ni ya kwetu sote, na Tanzania itaendelea kudumu katika maendeleo siku hata siku, endapo tutaendelea kuwa na chama imara kinachoongoza dola, endapo tutaendelea kuwa na viongozi wasafi, waaminifu na waadilifu kwa taifa letu, endapo tutakuwa na viongozi wazalendo na ambao wako tayari kufa katika kusimamia haki ukweli na mshikamano wa kitaifa. Kama sisi watu wasafi tusipojitokeza na kusimama imara kudai kuiongoza nchi yetu katika siku tulizopo, basi tutaongozwa na watu wachafu. Itaendelea kuota kuwa rais wa nchi hii 2025 mpaka hapo Mungu atakapoamua kuikamilisha ndoto hiyo ama kuzuia ndoto hiyo.